cha umma. Hiyo ni habari inaanza kunegezelea kule Mwananchi nasema Benson Kigaila na mikakati ya kuisuka upya cha umma. Lakini ahueni wagonjwa wa figo, huduma za kupandikiza mbioni. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu nasema ahueni wagonjwa wa figo, huduma za kupandikiza mbioni. Na kuna habari inayosema Samia asimame hapo, lisu pale mechi dakika tisini. Huyo ni maneno ya Heche sema Samia asimame hapo, lisu pale e, mechi ya dakika tisini hiyo ni habari kurasa tatu. Na migogoro ya ndoa tishio, eh, shilingi bilioni kumi kuitatua. Na mwendo kasi majanga, hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi nasema mwendo kasi majanga. Lakini misongamano vituoni yaendelea, abiria wasimulia madhila wa ya kugombea usafiri, baadhi ya majeruhi, baadhi ya wajeruhiwa, ahadi za mabasi mapya zaendelea kutolewa. Lakini mtoto wa miaka kumi mbaroni akidaiwa kuiba gari mtoto wa miaka kumi baroni akidaiwa kuiba gari. Na tukachana gazeti la mwananchi kwenye kurasa za mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo lenye linaanza na habari inayosema Tulia ataka taifa liombewe kabla ya uchaguzi mkuu. Huyu ni spika wa Bunge, e, Tulia Akson ataka e, taifa liombewe kuelekea uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari ukurasa wa tano na ukurasa wa nne wa gazeti la Nipashe ni serikali yapeleka bilioni 669 madaraja ya barabara za kusini. Lakini mtoto wa waziri kupewa mkopo wa elimu ni wizi, hiyo ni habari ukurasa wa tano. Huyo ni waziri asema mtoto wa waziri kupewa mikopo wa elimu ya juu huo ni wizi. Lakini no reform no election yapelekwa kaskazini, no reform no election yapelekwa kaskazini. Na habari hii kwenye gazeti ya Nipashe inaendelea ni ukurasa wa tatu. Viongozi AMCOS matatani madai ya kutafuna fedha za wakulima. Viongozi AMCOS matatani madai ya kutafuna fedha za wakulima, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nne wa gazeti la Nipashe, lakini habari kubwa ni migogoro ya ndoa janga. Habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni migogoro ya ndoa janga, mashauri zaidi ya 97 yapokewa wizara, kusaka suluhisho, baadhi ya shindikana yapelekwa mahakamani, lakini kwa hatua habari ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, kwa asubuhi ya leo. Tukiachana na gazeti la Nipashe tuangazie gazeti letu la Tanzania yetu fahari ya Watanzania, inaanza na habari inasema moyo unaendelea kung'ara matibabu ya mifupa Afrika. Lakini Profesa Mkenda asema wanafunzi zaidi ya elfu kumi na mia tatu walipata mimba wamerudi shuleni wanafunzi zaidi ya elfu kumi na tatu waliopata mimba wamerudi shuleni. Lakini habari kubwa ni Heche awalipua wabunge wanaosifia kila kitu. Huyo ni Heche, awalipua wabunge wanaosifia kila kitu na Rais Samia Suluhu Hassan atoa bilioni 669 za barabara mikoa ya kusini. Rais Samia Suluhu Hassan atoa bilioni 669 za barabara mikoa ya kusini. Dr Biteko akutana na mtendaji mkuu wa Puma duniani. Dkt Biteko akutana na mtendaji mkuu wa puma duniani. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti la Tanzania Yetu, tuangazie Zanzibar Leo. Gazeti lako la kweli na uwazi linaandika Zeki ya wasisitiza wapiga kura kuhakiki taarifa, lakini mahujaji zaidi ya mamilioni moja Hey, wawasili Saudi Arabia. Mahujaji zaidi ya mamilioni moja hey, wawasili Saudi Arabia. Lakini habari kubwa kwenye gazeti letu la Zanzibar leo linasema waziri akaribisha wafanyabiashara Japan kuwekeza Zanzibar, waziri akaribisha wafanyabiashara Japan kuwekeza Zanzibar, asema Zanzibar ina fursa, mazingira mazuri. Lakini serikali kuweka bei elekezi nishati ya gesi. E, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Serikali kuweka bei elekezi nishati ya gesi huku Masauni aonya wanaotumia kuzalisha bidhaa za plastiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele linaanza na Dr. kinara makusanyo ya maduhuli, e, Dar es Salaam kinara makusanyo ya maduhuli. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu lakini madaktari bingwa wa Samia watu wa Njombe. Kiwanda cha Dangote chaleta neema kwa wananchi Mtwara. Lakini uroho wa madaraka umeisambaratisha Chadema. Hiyo ni habari endelea ya ukurasa wa 14 kwenye, kwenye gazeti la Uelekeo. Lakini habari kubwa ni mazuri zaidi yaja, Tanzania bilioni 28 kujenga kituo cha kupandikiza figo ni kikubwa ukanda wa jangwa la Sahara. Lakini Lesoto yampa tano Dr. Samia kwa utekelezaji nishati safi ya kupikia hiyo ni habari ukurasa wa tano. Hao ni Lesoto ya mpatano Dr Samia kwa kutekeleza nishati safi ya kupikia. Hilo ni gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lenye asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema mradi wa maji wa bilioni 44 wafikia asilimia 32 Njombe, lakini ikomba tumaini la CWT nafasi ya raisi katika katika uchaguzi ujao. Lakini kusini kusini kuchele, hiyo ndo kusini kuchele, habari kwenye gazeti la mwanahabari nasema rais Samia apeleka bilioni 669 za barabara na madaraja Ulega. Asema taa zaidi ya 1408 kufungwa barabara za Lindi na Mtwara. Lakini wakulima kupata ghala kubwa la korosho, lengo ni kufungua eh, mikoa ya kusini kiuchumi. Lakini Dar es Salaam yaongoza watoto wengi wa mitaani. Eh, Dar es Salaam yaongoza watoto wengi wa mitaani. Waziri Dr Dorothy Gwajima asema wanaoishi na kufanya kazi kwenye mazingira hayo, inafuatiwa na Dodoma. Hiyo ni habari kurasa watatu. Lakini ukurasa wa nne, JKT la waita waliohitimu kidato cha sita 2025 kuhudhuria mafunzo. Na kafulila ateta, eh, ateta, eh, kafulila ateta ya rekodi ya Rais Samia, ubia sekta binafsi na sekta ya umma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa. Ukurasa wa mbele, tukiangazia kwenye gazeti lako la habari leo lenye nambari kubwa inasema, watoto watoto 41 waasiliwa was na 62 wapata walezi watoto moja wa kambo, habari kurasa wa tatu, lakini kurasa wa saba kwenye gazeti la habari leo sheria Sheria kuweka msukumo elimu ya lazima, lakini TCRA yawadarasa Afrika usimamizi wa mawasiliano. Na Kafulila atoa somo deni la taifa, ahimiza ufanisi wa taasisi PPP tume ya mipango ya ita serikali za mitaa. Lakini Benjamin Mkapa kujenga eh, kituo cha kupandikiza figo, habari inaendelea ukurasa wa saba kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini Samia atoa bilioni 669 ujenzi wa barabara madaraja kusini. Lakini bado kuna habari inayosema wamachinga wakopeshwa trilioni 1.7 E, wamachinga wakopeshwa trilioni 1.7, e, wakiwa ni zaidi ya na 984, wasajili wa kidijiti. Wanawake wanufaika zabuni za, za bilioni 3.3. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Na tukiachana na gazeti la habari leo, tuangazie gazeti lako la Raia Mzalendo, linaandika wawekezaji Puma kuwezesha serikali kuwa na ushawishi mkubwa katika sekta ya nishati, lakini Askofu Gojima, Gojima aendelea kuandamwa kila kona e, Askofu Gojima aendelea kuandamwa kila kona, wachambuzi wasema ubunge unampa kiwewe wapiga kura e, wataka aseme amewafanyia nini, lakini UVCSM e, waeleze alivyobebwa alivyobebwa kwenye ubunge elfu mbili na ishirini lakini madereva mia nane wa Tanzania waanza usahili fursa ya kazi nchini Qatar, madereva mia nane wa Tanzania wanza usaili fursa ya kazi nchini Qatar. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema Josefu Kabila akimbia makazi yake kuhofia usalama wake, Josefu Kabila akimbia makazi yake kuhofia usalama wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo eh, ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira lenye linaandika Profesa Mkenda anika mafanikio miaka minne ya Rais Samia, kusini wapata bilioni 669 za rais Samia kwa ujenzi wa barabara na madaraja. Lakini jaketi yawaita kambini waliochaguliwa eh, kwa mujibu wa sheria elfu mbili na ishirini na tano ni habari kwenye gazeti lako ya Dira ya Mtanzania eh, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye na habari kubwa inayosema Dar es Salaam kinara ukusanyaji wa, wa maduhuli ya serikali, lakini bajeti ya mikopo elimu ya juu yafikia bilioni 787. Serikali ya Lesoto yavutiwa na REA wapongeza rais Samia, uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia watoa mwaliko kwa wataalamu wa REA eh, kutembelea Lesoto kuwapatia uzoefu. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti la kula wa Machinga, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa chana gazeti la Machinga, tuangazie gazeti la kula Majira. Linaanza na kusini kuchele samia peleka bilioni 69, eh, bilioni 669 za barabara na madaraja. Lakini serikali ya Puma, eh, serikali na Puma energy kupitia upya mpango mkakati wa biashara serikali yaandika rekodi mafanikio elimu ya juu. Lakini dar es Salaam yavuka lengo eh, makusanyo ya maduhuli. Ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini tukiachana sasa na kuangazia kwenye magazeti kurasa wa mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Majira linaandika Simba hasira zote leo kwa Singida Black Stars. Makocha watunishiana misuli. Stars bafana bafana kupigwa Juni sita Afrika Kusini. Hilo ni gazeti lako la Majira ya kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti la Wamachinga linaandika Novatus Dismas anza kuwindwa Hispania. Waamuzi arajiga komba waula kafu. E, waamuzi arajiga na komba waula kafu. Simba Singida Black Stars mechi kibabe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga lakini nyota Manchester hazikii kicheko wa idadi. Hilo ni gazeti la kula wa Machinga kurasa wa michezo. Lakini kwenye Dira linaandika kamwe rais wa vilabu Afrika amepongeza rasil Berkane. Huyo ni ari kamwe asema eh, rais wa vilabu barani Afrika ameipongeza Berkane. Lakini Simba Singida Black Stars uwanjani leo. Eh, Simba na Singida Black Stars uwanjani leo. Stars kucheza na mechi tatu za eh, kujipima nguvu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Dira lakini gazeti lako la Mzalendo linaandika haridi aucho mkwala wa wania tuzo Uganda, haridi aucho na mkwala wa, wa wania tuzo Uganda, ucho na wa wani ya tuzo Uganda. Lakini stars kucheza na Morocco, Afrika Kusini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Serikali yaridhishwa na ukarabati viwanja chani Simba, Singida Black Stars pumzi ya muhimu, lakini zaidi arajiga komba hamdani e, kupigwa msasa kafu na gazeti la kuna Nipashe naandika fetoto wazua vita kali Simba na Yanga, mapinduzi makubwa kutokea kila mmoja akitangaza uhakika. Lakini Simba Singida Black Stars, mechi ya msimu leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti la kuna mna habari naandika kamwe, rais wa vilabu katoa pongezi kwa bingwa Singida Black Stars, yapanga kuisimamisha Simba Stars kujipima Afrika Kusini e, eh, Moroko. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahabari kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la uelekeo linaandika yanga yatupa tupa vijembe Msimbazi, simba singida Black Stars hatumwi mtoto dukani leo, wachezaji Man United wa msihi fernandes abaki. Hilo ni gazeti lako la uelekeo kurasa wa michezo. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika simba kurejea NBCL na singida Black Stars leo, zimamoto yaikamia junguni ligi kuu zimamoto ya ikamia junguni ligi kuu. Lakini serikali imefanya mageuzi sekta ya michezo, huyo ni Dr Saada kafu ya kagua viwanja vya chani. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo, lakini kwenye gazeti lako la michezo gazeti la Mwanaspoti lenye ni habari kubwa inasema kosto ya anza na chikola na bwenzi, lakini kumekucha, pestau mezani yanga e, kumekucha, pestau mezani Yanga.